Hebu nipe vifaa vyangu vyangu. Nipe vifaa vyangu , nipe calculator, nipe, nipe makabrasha yote hapa. Haraka, haraka, haraka. Leo, leo kazi ipo. Kazi ipo leo. Lete na simu. Haraka. Navuliza maswali mengi Sama. Hakuna nipigia? Shika. Wewe shika kalkuleta hii shida. Kaa huku, kaa huku. Hmm. Kama hmm. Say, Oh my god. Kwani ebu <laughs> asha hiyo kalkuleta hiyo. Hapa Yanga mm -hmm. Shughuli hapa point tano. Huyu ana point tisa, huyu nane, huyu tatu. Hebu oh. Nitoe kwanza, kwanza <coughs> eh, utavunja miwani wife ha, laki moja hiyo yeah. Taratibu taratibu Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Hapa Rabati ana point 8 uh -huh. Yanga point tano, huyu js ana point tatu. Ili Yanga ende, anatakiwa kumfunga js magoli kwanzia mawili na kwenda mbele, na tunaiombea kama taifa Yanga aliahali huyu aweze kumfunga faa rabati mechi akiwa nyumbani <laughs> hapa ukipiga hesabu hata ukifanya za cos cos 5, hii ni calculator scientific, mke wangu. Cos cos 5 plus 5, ah, umeona, hapa inakuja 3.99 approximation aproximon 4. Kwa hiyo kumbe kuna uwezekano wa kushinda. Hey, umeona? Ukitumia cos, si tunakuwa na pointi? Yanga tunakuwa na 3.9 point kimahesabu hii tisa uki approximate inakuwa pointi nne nne jumlisha tano tisa. Ah, tumeenda ah. Nenda. <laughs> Simama, uende wewe, umechoka nenda, nimekuambia hapa, ukitumia kosi Yanga anaenda. Nazungumzia maswala ya kitaifa, unavyozungumzia Yanga ni maswala ya kitaifa kwao, unatakiwa uombee kama wewe ambavyo ulifanya maombi kwa ajili ya kunipata mimi. Mimi sijafanya maombi. Wewe unafanya maombi, wewe ukufunga mpiga akaniweke maombi? Wow, uh -huh. Oh, ma na nimesema maombi anaanzia leo leo. Ni kufunga, hakuna kula mchana wala chai mpaka jioni. Tuna budget kwa ajili ya kuombea Yanga, timu ya taifa <laughs> <laughs> <laughs>